Ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, as-salatu liwaktiha, swala katika wakati wake. Moja katika amali zilizokuwa bora ni mtu kuswali katika wakati wake. Kisha akaulizwa, aka tena, kisha nini tume akasema, birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Kisha mtume akasema ya tatu, aljihadu fi sabilillah, kupigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa kujitolea, si kwamba upiganie dini ya Mungu mpaka ulipwe A -a. Unajitoa wewe mwenyewe kwa nafsi yako na mali yako kusimamia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika mambo matatu haya tuliyoyataja, swala ndani ya wakati, kuwatendea wema wazazi wawili, lakini kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nitachagua moja tu la hili birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili kuwatendea wema wazazi wawili, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni jambo ambalo amelikokoteza ndani ya Qur'ani, pale aliposema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana, kwamba amehukumu Mwenyezi Mungu amehukumu Mola wako kwamba asiabudiwe yoyote isipokuwa ni yeye peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini akaunganisha akasema, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kufanyiwa wema. Kwa hiyo swala la mtu kuwatendea wema wazazi wawili ni swala ambalo ameliwajibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sio khiari ya yule mtoto kuwatendea wema wazazi wawili, bali ni wajibu kwake, lazima afanye hivyo. Hapa unaweza ukajipima wewe mwenyewe tu binafsi, kabla ya kuja shekhe wala mtu yoyote, wewe mwenyewe unaweza ukajifanyia utafiti. Wewe unaonaje maisha yako na wazazi wako wawili, mnaishi vipi? Ukishaona kwamba kuna maeneo hayako sawa, rekebisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile kufa mtu akakosa shahada, mojawapo inayosababisha ni mtu kuwa na magomvi na wazazi wake. Kuna kisa mashuhuri wanawazuoni wamekieleza katika vitabu. Kuna sahaba akiitwa Alqamah Alqama huyu alipokuwa anaumwa, hali yake ikawa si nzuri, lakini wakati anaumwa, taarifa zilipelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatoa ujumbe, alimtoa Bilal, alimtoa Ali, akamtoa Salman Alfaris, akamtoa na Ammar bin Yasir, akaambiwa nyinyi nendeni, mkatizame hali ya Alqama ikoje kweli. Wakaenda na wakaona ile hali si nzuri, lakini maswahaba wanastaajabu. Sisi pia tunastaajabu kinyume chake. Zamani ilikuwa mtu kama atakufa bila ya kutoa shahada, basi maswahaba wote wanashangaa, kwani yule kakosea wapi? sisi tunashangaa kinyume chake, atakayekufa akatoa shahada sisi ndio tunashangaa, manake tumezoea kila mtu akifa basi analalamika lalamika na kata roho. Lakini ajabu kwa masahaba ilikuwa mtu akifa hatoi shahada, walikuwa wanastaajabu sana, huyu kakosea wapi? Huyu mpaka akakosa shahada. sasa wakarudisha majibu. Walipokuja kumuona maswahaba wanne hawa, ambao mtume aliwatuma, wakamwambia Rasulullah, hali ya Alqama si nzuri, lakini haleti shahada. Tunaona wakati wowote atakufa, lakini ile shahada hasemi. Mtume akawaambia, nendeni mkazungumze na mama yake, kutakuwa na jambo. Na historia inaonesha Alqama alikuwa ni mwingi wa kujitahidi katika kheri. Alqama alikuwa anatoa sana sadaka na swala tano hazimpiti, anakwamaje huyu kutoa shahada? Akafa. Mtume akasema nendeni, mkazungumze na mamake. Mamake mara ya kwanza alisema ah, sijui sijui, kuna nini. Ikabidi mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam atoke pokuja kamwambia kama kuna namna namna, msamehe mtoto wako, anaondoka duniani na huyu hawezi kutamka shahada mpaka wewe umridhie, au kuna kitu hivi labda. Mama yule ndo akasema huyu alikuwa ananidharau mimi, alikuwa ananikejeli mimi, kama si mama yake aliyomzaa nguvu yake yote ameelekeza kwa mke wake. Yeye akiambiwa jambo na mkewe haraka, lakini akiambiwa jambo na mamake hausiki. Piga mstari eneo hilo. Tupo sisi duniani leo, tunaishije na mama zetu? tunaishije na wake zetu? hali hii kama mtu inamkuta katika nafsi yake kwamba maneno haya na matukio haya, mbona mi yananigusa? Badilika haraka. Mama yule alipofunguka akamwambia basi, samehe mtoto wako. Mama akawa mzito kutoa msamaha kwa mwanawe Alqama. Mtume akamwita Bilal, Bilal, nenda kakusanye kuni. Ah, mama yule akauliza kuni za nini? Asema, nataka tumchome moto huyu mwanao Itakuwaje Rasul Allah, umchome moto? Akamwambia samama, unamkhofia moto huu, wala humhofii moto huo wa huko? Ni mkali zaidi kuliko huu. Hikima hii aliyotumia Mtume, mama yule akarudisha moyo wake, akamsamehe mama yule kijana wake, na ndipo alipoweza kutamka shahada. Akafa Alkama, lilimkuta hilo. sasa leo sisi mara ngapi tunakosana na wazazi wetu eh? hivi sasa tunavyozungumza, sisi tuko hapa mjini, tunaishi Dar es Salaam, wengineo wazazi wao wako vijijini. Pima analalaje mama na unalalaje wewe hapa Dar es Salaam. Wewe unalala wapi na wazee kule wanakolala ni sawa? Wewe unakula nini Dar es Salaam lakini mama kule kijijini yeye anakula nini? Unayo habari kwamba mama analala njaa? Unayo habari kama mama analala chini? Wewe huko una masofa, una magodoro makubwa makubwa unalala, lakini mama kule anasikitika, anasema ah ha, inshallah sikupata leo, nitakula kesho inshallah. Kumbe ana mwanawe, angesimama vizuri huyu mtoto mama yake asingepata shida. Tukiwa hivyo, tunakosa radhi. Sasa Qur'ani kule katika suratu Isra iliposema kwamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mwenyezi Mungu akasema imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wakul lahuma qaulan karima. Inawezekana wazee wamezeeka, ikiwa wako mikononi mwako. Qurani nasema awe mmoja katika wazee hao au wote wawili wamekuwa watu wazima, sasa na wako mikononi mwako, walikuzaa wakakusomesha na sasa unafanya shughuli zako, mambo yanaenda, wao wamezeeka tena wamechoka. Mungu anasema hali hii, hakikisha kwanza, fala taqul lahuma uffin, isije ikatokea ukamkemea mzazi ukamguna. Wengine wanasema ile, kwa mfano fulani, we hebu njooni kuagize mm -hmm. Ile keshaanza anazeeka vibaya huyu Yaani, mtoto anasema hivyo kumwambia mzazi wake, fulani njoo nikutume. Ah, ndo ile ufi, kumguna au kuleta lugha fulani ambayo yeye mama yule au baba yule atajisikia vibaya na atahisi kwamba huyu amenidhalilisha. wala tanharhuma, na wala usiwakemee wazazi wawili, hawakemewi wakul lahuma qawlan karima, bali waambie wazazi wawili maneno yaliyokuwa mazuri. Kazi walioifanya mpaka ukawa hailipiki, hata ulikuwa wewe trilionea, matokeo yake utaharibikiwa wewe tu ana tukisema. Unajua kuna mtu mwingine anasema, ah, sawa sheria imesema hivyo, mimi nikiwapa wale kwa mfano milioni mia tano mia sita. Eh, tusifuatane fuatane wao wana maisha yao, na mimi na maisha yangu. Wewe hujafanya kitu. Watu walikuwa hawalali kwa sababu yako wewe. Mama wakati yuko mjamzito alibadili mpaka sistimu ya chakula kwa sababu wewe uko uko tumboni. Udongo hauliwi. Baadhi ya kina mama wanakula udongo na hata akiambiwa, wewe utakuharibu udongo huo, asema ah, nye mkiondoka, naye anaochukua kinyemela nyemela, nakula nini? Ah, mama mjamzito, kuna vyakula kadhaa na vikataa, mwingine anatapika usiku kucha, halali nini, fulani yuko tumboni. Leo wewe, siku ile ya kuzaliwa ya subhanallah, ndiyo siku ambayo mama pale ame, anakuwa kwamba yeye patapotea itakavyokuwa na iwe kama atakufa yeye au atak, itakuwaje, lakini anakwenda katika hali ngumu sana, mpaka anamzaa mtoto. Leo umekuwa ni kijana mwenye nguvu, unaitwa bosi ofisi fulani, ndo wa kumdharau huyu mama. Baadhi ya watu wakikaa ofisini, akimwona mzee wake anakuja, basi yeye wanasema, vijana wanasema anaona noma ku, ku, kuambia maswahiba zake kwamba yule ndio baba yake. Anatoa shilingi elfu tano hivi anampa msaidizi wake, bwana huyo mzee kabla hajaingia ndani mpe hii elfu tano, mwambie bosi hayupo, aje siku nyingine, asije akaingia ndani pale, manake namna alivyo alivyo, hana yeye ile haki ya kuingia kwenye ofisi ile. Mzee anasikitika ah, mwanangu mwenyewe leo hataki mimi nionane naye. Sasa Mwenyezi Mungu akasema, wahfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, ebu wainamishie wazazi wawili hawa bawa la huruma la unyenyekevu. Mungu kataja ubawa hapa, anatolea mfano kana kwamba vile ndege anavyofunika watoto wake, ndiyo mtoto naye afanye hivyo kwa wazee wake, wahfidh lahuma janaha dhulli min arrahma. Baada ya kuwa tayari unawalinda wasipate matatizo wazazi, unajua kula yao na kulala yao, basi unatakiwa useme, wa qur rabbi rhamhuma kama rabbayani saghira, Mwenyezi Mungu warehemu wazee wangu kama wao walivyonihurumia mimi nilipokuwa mdogo. Hii ni dua ambayo mtoto hatakiwi kuikosa kuwaombea wazee wake. Lakini pamoja na dua hii, ahakikishe wazee wake wanaishi vipi katika dunia hii. Sasa hivi imefikia hatua baadhi ya vijana akimwona babake yule vijana wale wanasema yeye anakula kona, hataki kuonana na ah, babake. Mbona unamkimbia babaako? Asi tulishaonana asubuhi bwana. Kwani mkionana asubuhi Uwe huwezi kwenda kutaka radhi kwake, ukataka mapenzi kwake kwa, kwa sababu Mungu kajitaja ndani ya Qur'ani, yeye akaunganisha na wazazi wawili na, ikaja ile aya namna ilivyokuja, imekuja kwa kiunganishi ile, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ile atfi yake haikuwa thumma ha, imekuja wa bil walidayni haikuja thumma bil walid hayakuja hivyo, kwamba mwabudu Mungu peke yake na wazazi wawili huwatendee mema, imeunganishwa moja kwa moja ndani ya Qurani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu unamwabudu lakini, tazama wazazi wako huku, ili upendwe na Mungu. Tizama hali za wazee wako, kakope, kahangaike, uhakikishe wazazi wako wanakuridhia. Kikosa hiyo maana yake tumefeli katika maisha yetu yote na tusidanganyike kwamba tunaweza tukawalipa tukafanyaje. Kama sasa hivi Ulaya huko yameshakuja mambo huko, huku kwetu naona hayajafika. Kishafika miaka sabini hivi sitini na kitu unaambiwa wewe ondoka, mwanao kaoa, ana mke wake, anaishi na watoto wake, wewe mzee naye uko pale unaambiwa wewe sasa, unachukuliwa unakwenda kulelewa na serikali huko kwenye nyumba za, za kulelea wazee. We hustahiki tena kukaa na mwanao. Unaweza kuiona kama nzuri, lakini mm -mm, tunakoseshwa baraka sisi. Ya wazee wetu walitulea, wakatupa mapesa chungu mzima ili sisi tukasome. Leo tumesoma sisi tunawakataa, nasema bora aende huko. Ya subhanallah. Tujiangalie, tuangalie sana wazazi wetu ili tuweze kufanikiwa. Tukiridhiwa na wazazi basi, ndo tayari Mwenyezi Mungu naye anaturidhia. Tumemwona Alqama pamoja na uchamungu wake wote alifeli kwa sababu aliku, alikosana na mama yake, mpaka mama aliporidhia ndio Alqama akapata shahada akaondoka duniani vizuri, lakini vinginevyo watu wa leo wanasema alikuwa tayari kesha feli. Sasa ile ni mifano